Ato asante sana. Asante sana wababa wanakamati, hatujawaona wawakilishi, mlikuwa wachache lakini mpo wawili watatu eh. Wababa hawako hapo. Fredi, mbona sijakuona Ayupo ah, mlangoni basi sawa. Dada Kase, sija kuona mwanakamati Dada Kase eh? Asante uh -huh. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wazazi wetu wa pande zote mbili, assalamu okay, alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda, shika neno. Asante sana. Nimesimama mbele zenu kwa ajili ya kuwakaribisha kabisa. Kwanza wakwe zetu toka kule Kologwe, tunawakaribisha sana, mjisikie mko nyumbani kama ambavyo vivi sisi mlitukaribisha, na tulienjoy, tulijisikia tuko nyumbani. Tunajua hatuwezi kulipa yale, lakini mtakayokutana nayo muyapokee, tunawaomba chondi chondi. <laughs> lakini pia naomba niwatambulishe kamati ya maandalizi. Hii kamati imeongozwa sana na wamama. Wamama oye! Oh yeah. Wanawake hoye! Oh yeah. Jamani, mimi ni katibu wa kamati. Mwenyekiti wa kamati kidogo ana matatizo ya kikohozi, kampeni zimezidi. <laughs> Naomba kwanza nimkaribishe mwenyekiti wa kamati, mwenyekiti wa kamati, punga mikono kwa wageni waalikwa. Mwenyekiti, mwenyekiti, mwenyekiti, mwenyekiti! Jamani, huyu ni misesi Kavula, mista wake yupo naye mtamwona, lakini naomba nitambulishe pia muhasibu wetu. Huyu ni muhasibu wa familia Kigoma. Tuna muhasibu wa familia lakini na sisi kwa kina Nyoni tuna mwasibu wa familia, kwa kina Kavula tuna mwasibu pia wa familia ni huyo huyo, lakini pia tuna mwasibu wa familia kwa kina Mligilile. Kwa hiyo ni familia tatu, ni mwasibu huyu, ni mdogo wetu wa mwisho kabisa mama, ambaye ameweza ameweza mpaka ameweza tena, Selina Nyoni <coughs> mtoto mdogo, kazi kubwa. Lakini pia naomba ni niwatambulishe katibu wa kamati. Mimi naitwa Anifa, mkipenda mnaweza mkaniita Mrs. Fredi Mbuna. Mimi ndo nilikuwa mwenye katibu wa kamati hii ya maandalizi. Kwa chochote ambacho kitapungua, taomba mnisamehe mimi katibu pamoja na kamati yangu yote nzima lakini pia msituhukumu sana kwa sababu wamama tumezidi, na baba ni kichwa cha familia. Lakini pia naomba nitambulishe kamati, naomba nitambulishe kamati ya vinywaji. Mwenyekiti wa kamati ya vinywaji, tafadhali uje useme neno. Tutakunywa, tutakula, tutakunywa, tutagalagala. Bwana asifiwe. Amina. Jamani, mimi sina maneno mengi, nawapenda sana mtakunywa na yeyote. Yani, mimi napita mwenyewe nikiona mhudumu anasuasua naleta. Oh, yes. Ni kazi yangu jamani, una nini hivyo? kata mti mti, karibuni sana panda mti pia, ni nyingi za kutosha. Lakini pia alikuwa na ana katibu na wajumbe wake. Katibu na wajumbe kama kamati wa vinywaji, tafadhali punga mikono juu. Asante, asante sana. Naomba nimlete mwenyekiti wa kamati ya chakula pamoja na wajumbe wake, mwenyekiti wa kamati ya chakula pamoja na wajumbe wake, mpunge mikono juu. Na yeye kaniambia kwamba mtakula mtasaza, na hata mkitaka kuweka kwenye vifungashio, mnaruhusiwa. Lakini naomba niwatoe walembo wangu wa kamati ya mapokezi. Hao watakavyotoka mtawajua kwamba ni kamati ya mapokezi, wakakaribisha wageni kamati ya mapokezi naomba mnaenda hivi, wanawatambua. Haya, karibuni sana kwa mapokezi. Wana walembo wangu eh, Mungu awabariki sana. Asante, lakini pia tulikuwa tuna kamati ya usafiri. Mwenyekiti wa kamati ya usafiri Nick Steven John. Mwenyekiti wa kamati ya usafiri, unaniangusha. <laughs> Huyu ndo mwenyekiti wa kamati ya usafiri lakini pia ana wajumbe wake. Pia tuna kamati ya ulinzi. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi ni baba yetu hapa, Mzee Kavula, yeye pamoja na katibu wake yuko pale mlangoni. Kuna kamati ambayo nimeisahau, mapambo. Mapambo alikuwa na mlembo wangu hapa, odo wangu tatu, jamani mapambo mmeona, na yeye ana wajumbe wake pia. Ni sio muongeaji sana amake, sisi wangoni kwa kuongea hapa, na asante MC. Mse. Jamani msengwili, makofi mengi na vigelegele jamani, kwa ajili ya kamati, kamati safi. Nimesahau kitu muhimu jamani, muhasibu ana neno, muhasibu, muhasibu! Baada ya kucheza na kujitambulisha, ana neno. Mwaminifu huyo kuliko Yuda Karibu sana mwikazina. Bwana Yesu asifiwe, eh? Yeah. Tumsifu Yesu Kristu. Pelele, amina. Karibuni sana. Sina maneno mengi. Mwasibu anaga maneno mengi. Yeah. Maneno kidogo. Kidogo, eu, ee tuweke jimbo gani tena? <laughs> Tuombe Cornel pamoja na mke wake washuke hapa chini. Karibuni hapa Mr. and Mrs. Cornel. Hey!